Akizungumza katika jimbo la Mikumi, mgombea wa rais kupitia CHAUMA, Salum Mwalimu, ameahidi kuboresha miundombinu ya barabara, maji, pamoja na kumaliza migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji. Lakini kwa upekee wa Kilosa, nataka niwasomee nini tunachomaanisha kwenye kumaliza matatizo ya wakulima na matatizo ya wafugaji, ambapo jambo la msingi linalotakiwa ni dhamira ya kumaliza. Walioko hawawezi kuwa na dhamira kama wanaona ndio mtaji wa wao kutajirika. Ndani ya siku mia moja, kuundwa kwa tume ya ardhi kuchunguza mgogoro wa wananchi na mamlaka za hifadhi za taifa za wanyamapori na mamlaka nyingine zinazohusika na masuala hayo, ili kuondoa tatizo la mauaji ya wananchi wanaoishi au kupakana na mamlaka za wanyamapori au mamlaka za misitu. Aidha, tume hiyo itachunguza migogoro ya wakulima na wafugaji Ambao kwa muda mrefu imelitafuna taifa katika maeneo mbalimbali nchini bila kuwa ufumbuzi wa kudumu. Kwa tutaunda tui, na mimi nimesema maelekezo na msimamo wangu kama rais wa nchi, jambo la kwanza ni kusitisha mipango yote ya kupanua ardhi kwa ajili ya hifadhi ni kusitisha. Jambo la pili, tuhakikishe wakulima wana ardhi ya kutosha, wafugaji wana ardhi ya kutosha, kila mmoja afanye ardhi hii ndiyo nzuri kwake, tumwache mfugaji abaki hapo. Kama mkulima tunaweza tukampeleka kule na tukamtengenezea mazingira mazuri ya kilimo, naye tumpeleke kwenye ardhi iliyo nzuri kwa ajili ya kilimo chake, tunapigana yani. Katika hatua nyingine pia, mgombea rais kupitia CHAUMMA amewaahidi Watanzania kuwekeza katika kilimo ili wananchi kunufaika na kilimo na kuondokana na mikopo isiyokuwa na tija. Tuamue, mimi nimewaambia mimi nimewaambia sera zangu kwenye kilimo, sera zangu kwenye kilimo ziko wazi. Kwanza nimewaambia vijana wenzangu, nchi hii tutalima, nchi hii tutalima, sio kilimo hiki cha Chama cha Mapinduzi. Nchi hii tutalima, na utajiri wa nchi hii upo kwenye kilimo. Tusijidanganye, sio kwenye bodaboda waomba kura tarehe 29, akapige kura napiga kura ukiamini. Sasa mwokota makopo atakuwa muokota makopo, na mkulima atakuwa kwenye nafasi yake ya ukulima. Kutoka hapa Kilosa, katika jimbo la Mikumi, katika ziara ya mgombea urais kupitia chauma mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.